mechi ya ngapi ya 29 na uh, bado mechi moja tena tukamalize msimu wetu 2024 2025 kipekee zaidi nawapongeza Azam FC kwa matokeo mazuri ambayo yameyapata nilikuwa najua kabisa kwamba wana mechi yetu ya kisasi kwa sababu tuliwafunga kule kwetu kwa hiyo kidogo sasa wao wameongeza si tuliwafunga mbili moja wao wametufunga magoli matano na matokeo hayo kwa sababu kweli yani tangu ni experience kuwa kwenye mpira. Yaani haya ndio matokeo ambayo yameniumiza kwa sababu tangia nimeanza kusemea mpira, leo ndo nimefungwa goli tano kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo sijawahi ku experience kufungwa magoli haya matano. Aa, nikiwa Christina Mwagala mkuu wa idara ya habari na mawasiliano katika timu ya Tabora ama katika timu yoyote. Kwa hiyo nina najiuliza zile timu ambazo huwa zinafungoga matano back back back back to back. Yaani huwa wanakuaga na hali gani? Kwa hiyo hii ni sehemu ya mpira Kwetu sisi matokeo haya sio mazuri, yametumiza na naweza nikasema kwamba yani, si, yani kama yameenda kuchafua kwa namna hii, tangia tumeanza msimu. Lakini tunasema kabisa kwamba mpira wa miguu ni mchezo wa makosa na unapokosea wenzako wanakwenda kukuadhibu, lakini pia kwa sababu tumekuwa na muda mrefu hatuna mechi ya kimashindano. Lakini yani yote kwa yote tunasema kwamba wacha sasa, hili limeshapita, tukajipange kwenda kumaliza mechi ai, kumaliza msimu wa elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano na baada ya hapo elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano tutakwenda kujipanga sasa vizuri katika msimu ambao unakuja, Mwenyezi Mungu akituweka hai. By then hatujatimiza yale malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea huu, lakini tunahitaji tumalize katika nafasi ya tano, na angalia msimamo nimekuwa naangalia mechi nani, baada ya mechi zetu kumalizika leo, naona Tabora bado tuko nafasi ya tano. Kwa hiyo natamani huu msimamo uendelee hivi hivi mpaka tarehe ishirini na mbili ili baada ya, mba, baada ya msimu huu sasa, tukajipange vizuri ili msimu unaokuja tukawe bora zaidi. Matokeo ambayo umeyapata leo mm, yanachangiwa na zile chokochoko choko au maneno ambayo yalikuwa anazungumzwa chini chini kwamba kuna baadhi ya wa wachezaji wana shida, hakuna. Kwa sababu nikisema kwamba hakuna, kuna wengine pia aaa, na nafikiri hii ni sehemu tu ya matokeo, na unaweza ukaona kabisa kwamba ligi ni ngumu. Yani siku zote, wakati wowote ule ambapo ligi inapokwenda mwishoni, huwa kunakuwa na mechi ngumu sana. Leo unaweza ukaona kuna timu zinaangania huko mpaka kwa sema kwamba hasa taro washashuka kwa daraja. Kwa hiyo niseme tu kwamba ni sehemu ya mpira. Kwa hiyo haya hayahusiani, na wakati mwingine ndugu zangu wanahabari, mi mwenyewe pia ni mwandishi wa habari. Kuna stori ambazo unaweza ukapewa, lazima uzichakate wewe mwenyewe uziangalie. Nafikiri nikirudi nyuma, wakati tumecheza na Young Africans katika uwanja huu wa Azam Complex, tukamfunga magoli matatu kwa moja, hapa sisi tulikuja kama leo, kesho ndo tunaingia kwenye mechi Ushanielewa. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba haihusiani na kusema kwamba labda tumechelewa kuja Dar es Salaam. Sijui haihusiani siuna kitu gani. Hapana, kwa sababu wachezaji ni hawa hawa ambao wamekuwa na sisi tangia mwezi wa msimu mwaka jana mwezi wa nane, mpaka leo hii tunakwenda Uh, kuhitimisha na pia ni wachezaji hawa ambao wametupa matokeo mazuri, kwa lazima tu appreciate kazi ambayo wameifanya. Lazima tu appreciate vile ambavyo wamekuwa wakijituma, lakini pia kwa leo hii kukosa matokeo mazuri na kufungwa idadi hii kubwa ya magoli, tunatakiwa tu kwamba kwamba hawa nao ni binadamu, huwa wanachoka, wana lakini sio kwamba kua kuwahusisha uh, labda sijui kwa sababu ya stori zimeenda magazeti ya mitandaoni, hapana, yale magazeti ya Hussein, kwa sababu magazeti hayachezi, wanaocheza ni wao wenyewe, lakini imekuwa bahati mbaya. Nafikiri mmeona juhudi uh, ambazo wameonyesha, lakini bahati haikuwa upande wetu, hivyo Ah, msimu huu msimu huu nausha kikosi ambacho tunamaliza nacho msimu huu 2024 elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano, kilikuwa na thamani ya bilioni mbili, si ndiye? Sasa hivi tunamaliza msimu wa elfu mbili ishirini na tano. Mnajua jana wafu, video, aliosambaza ile ni nani? Yani, aliosambaza ile video ni nani jamani, nani, unaelewa Sio kwamba tunadanganya au sio kwamba tunachozungumza Tabora hatukimaanishi, yani tunamaanisha, yani ninamaanisha kabisa kwamba nini ambacho tunakifanya. Unajua timu ya Tabora United, ndugu zangu wanahabari, na tukitoka hapa tuiandikeni vizuri Tabora, ushanielewa? Timu ndio timu pekee ambayo imeweza kumaintaini kuwepo katika ramani ya ligi kuu, ushanielewa? Imepanda, huu ndio msimu wake wa kwanza Tabora ipo ligi kuu si ndio? Lakini kuna timu ambazo zimepanda zimeshuka sio, mnanielewa? Sawa, sisi huu ndio msimu wetu wa pili. Msimu uliopita tumecheza playoff, si ndio? lakini msimu huu tumecheza, tumefikia mpaka hatua hii tu, katika nafasi ya tano. Nafasi hii ya tano mpaka sasa hivi tu mwenyezi pumzi Mwenyezi Mungu tano ambayo tumeitenga msimu huu, msimu ujao Tabora tunachukua ubingwa, yaani msimu ujao Tabora ubingwa tunachukua na hakuna ambaye anaweza kutuzuia, bilioni tano ambayo usajili. Sasa kuanzia pale nafikiri waandishi wenzangu tutaanza kutafutana, kuulizana, Tina, tupe bilio na ninawaambia sisi tutakwenda kushusha wachezaji wazuri, benchi la ufundi nzuri lenye viwango vya hali ya juu. Kuna watu watashinda airport pale, si wanatabia ya kwenda kupokea wachezaji airport? Sasa safari hii watafunga safari, tunataka tuwakesheshe pale airport, wanasubiri wachezaji wa Tabora. Yani siku nikisema jamani, leo malkia wa nyuki natangaza wachezaji wangu ambao ni ni peke yetu, kwa hiyo mimi naomba ni mtuunge mkono Tabora, lakini pia nichukue nafasi hii kuwapongeza waandishi wa habari msikuwa bega kwa bega na Tabora, mmeisapoti sana Tabora United taborano sana. Sawa, mnanirekodi rekodi, nimecheka nimefanya nini. Yote yale ni nini, ni maisha, na kusema ukweli nashukuru ngumu na inahitaji uwe na roho ya paka. Yaani kama una roho hii ya, ya kuku hii maidia huwezi, huwezi kutoboa. Yaani kazi ya usemaji unatakiwa uwe na roho ya paka, kwa sababu utatukanwa. Mimi natukanwa, mimi mitandaoni. Nachambwa mimi, mshanianao sijui yani nani, nimechambwa sasa sasa hivi na wigi hili tena nimenua wigi jipya. Bado tena bado sasa mnataka ninunue wigi la Maria yeah, Kelly? Mnataka ninunue wigi gani? Maana mmeniambia badilisha wigi, nimebadilisha wigi. Sasa hivi tena watu nasema hilo wigi baya. Sasa masikini ya Mungu. Yeah. Mimi ninataka nipande ndege. Sawa so, eh? Yeah. Napanda ndege mwenyewe. Ninataka niende kule wanakoyatengeneza mawigi. Yeah. Nitaenda kununua wigi, maigamae, ma... manne. Kwa sababu nasi ya mheshimiwa mkoa wa